Hali ya usalama wa nchini shwari, na vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha usalama nchini na kulinda maisha ya watu na mali zao. Na washirika wa Ukraini barani Ulaya wameonyesha shaka juu ya vipengele vya pendekezo la Marekani la kukomesha uvamizi wa Urusi na kuonyesha nia ya kumuunga mkono Rais Volodimiri Zelenski. Habari kamili Kigoma. Maafisa ustawi wa jamii mkoani Kigoma wametakiwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu katika utekelezaji wa majukumu yao na kuepuka kufanya maamuzi yanayoweza kutafsiriwa kuwa na viashiria vya, vya upendeleo. Hayo yamesemwa na katibu tawala mkoa Kigoma, Hasani Rungwa, wakati akifungua kikao kazi kilichowakutanisha watendaji wa halmashauri zote za mkoa Kigoma kuwajengea uwezo na kuwakumbusha kutekeleza majukumu yao. Rungwa ameeleza kuwa utendaji unaozingatia misingi ya haki na usawa utasaidia kupunguza changamoto za kijamii na kutoa fursa kwa wananchi kutumia muda wao katika shughuli za maendeleo. Bwana Petro Mbwanji, mmoja wa wajumbe wa kikao hicho, amesema kikao hicho kimewaleta pamoja mwanga kwa kujadili na kupata ufumbuzi wa changamoto za kiutendaji na kuweka mikakati ya kuimarisha huduma. Geita. Mkoa wa Geita unatarajia kuanzisha mfumo maalum wa elimu kuwasaidia watoto wanaofaulu na kupangiwa masomo kwenye shule za nje ya mkoa huo na kushindwa kumudu gharama za usafiri na mahitaji mengine. Katibu tawala wa mkoa huo Bwana Mohamed Gombat amesema hayo katika hafla ya kutoa zawadi kwa walimu ambao wamefanikisha watoto kuwa na ufaulu mzuri katika mtihani wa darasa la saba wilayani Nyangwale. Gombat amesema mfuko huo utaleta tija hasa kwa watoto ambao wanatoka katika familia zenye kipato cha chini na changamoto za kiuchumi. Mahitaji ya kuwa na mfuko wa elimu ili kuweza kusaidia zile kaya zenye hali ngumu au zinazoshindwa kuwasafirisha watoto wao au kuwahudumia familia zao wanapochaguliwa kwenda katika shule nje ya mkoa wa Geita. Hata hivyo, wadau wa elimu wilayani humo wameiomba jamii kuendelea kushirikiana na serikali kuboresha mazingira ya elimu na kufuatilia maendeleo ya watoto wao. Dodoma. Jeshi la polisi limetoa taarifa kuwa hadi mchana wa leo Disemba 9, hali ya usalama wa nchi ni shwari na vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha usalama nchini na kulinda maisha ya watu na mali zao. Magari na askari polisi wameonekana leo maeneo mbalimbali ya miji mikubwa huku barabara na maeneo ya huduma za biashara na usafiri vingi vikiwa vimesimamisha huduma hizo. Mapema kumekuwa na picha mjongeo za matukio ya kuandamana ziki eleza kuwa ni matukio ya leo na jeshi la polisi kupitia msemaji wake, DCP David Misime, limekanusha uvumi huo na kwamba ni picha za zamani za tukio la Oktoba 29 na 31 mwaka huu. Jeshi la polisi Tanzania lingependa kuwajulisha kuwa hadi mchana huu wa tarehe 9 mwezi wa 12 25, hali ya usalama wa nchi ni shwari, vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha usalama nchini sambamba na kulinda maisha ya watu na mali zao. Aidha, jeshi la polisi lingependa kutoa wito kwa wananchi kuendelea kuzipuuza picha mjongeo na picha mnato zinazoendelea kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba kuna maandamano yameanza maeneo mbalimbali. Taarifa hizo sio sahihi, wanatumia picha mjongeo na picha mnato za matukio ya nyuma kama vile ya tarehe 29, tarehe 30 na tarehe 31 mwezi wa 10, 2025. Maandamano yanayopewa jina la maandamano ya amani yalipigwa marufuku Disemba 5 mwaka 2025 kwa sababu ya kutokidhi matakwa ya kisheria ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 na katiba ya nchi ya mwaka 1977. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka redio Kwizera FM. Bujumbura, serikali ya Burundi imesema kuwa haitobweteka endapo Rwanda itaendelea kushambulia ngome zake zilizopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Burundi imedai kuwa vikosi vya Rwanda vimekuwa vikishambulia ngome za jeshi la Burundi zilizotumwa nchini Kongo tangu mwaka elfu mbili ishirini na mbili kusimamia na kulinda amani katika eneo hilo lenye migogoro. Waziri wa mambo ya kigeni na ushirikiano wa kimataifa wa Burundi, Bwana Eduardo Bizimana, ametoa kauli hiyo wakati wa mkutano na mabalozi wa nchi za kigeni na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa jijini Bujumbura. Waziri Bizimana amesema kuwa Burundi inaheshimu sheria za kimataifa na itachukua hatua stahiki kulinda usalama wa majeshi yake na heshima ya mamlaka ya taifa iwapo mashambulizi dhidi ya jeshi lake yataendelea. Na hatimaye New York, washirika wa Ukraine barani Ulaya wameonyesha shaka juu ya vipengele vya pendekezo la Marekani la kukomesha uvamizi wa Urusi na kuonyesha nia ya kumuunga mkono Rais Volodymyr Zelensky. Zelensky amekutana kwanza na viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani jijini London kabla ya kuelekea Brussels baadaye jana kwa mazungumzo na wakuu wa Umoja wa Ulaya na NATO. Kwenye mkutano na waandishi wa habari amesema suala la maeneo bado linasalia kama moja ya mambo muhimu yaliyokwama katika mazungumzo. Amesema Ukraine haina haki ya kisheria ya kuachia maeneo yake kwa Urusi. Kwa mujibu wa sheria ya Ukraine, katiba yao na sheria ya kimataifa, hawana haki ya kimaadili ya kufanya hivyo pia licha ya Urusi kutaka maeneo yake. Kwenye mtandao wa X baadaye, Zelenski amesema amekuwa na mkutano mzuri na wenye tija na mkuu wa NATO Maki Rute, raisi wa bara la Ulaya Antonio Costa na rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari hutena ni muhutasari wake Mkoa wa Geita unatarajia kuanzisha mfuko maalum wa elimu kuwasaidia watoto wanaofaulu na kupangiwa masomo kwenye shule za nje ya mkoa huo na kushindwa kumudu gharama za usafiri na mahitaji mengine. Jeshi la polisi limetoa taarifa kuwa hadi mchana wa leo Desemba hali ya usalama wa nchini shwari na vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha usalama nchini na kulinda maisha ya watu na mali zao na washirika wa Ukraini barani Ulaya wameonyesha shaka juu ya vipengele vya pendekezo la Marekani la kukomesha uvamizi wa Urusi na kuonyesha nia ya kumuunga mkono Rais Volodymyr Zelenski. Waza Wazua, msikilizaji, tunaambiwa kimtokacho mtu ni uwakilishi na wa kilicho ndani yake. Waza Wazua. na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X ati Radio Kwizera FM, YouTube ni Kwizera TV, na katika website yetu ni Radio Kwizera co tz. Saa tano usiku utasikiliza taarifa ya habari ya yes, saa 24 zilizopita <muchas>